Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linapenda kutoa taarifa uh, kuwa leo tarehe 17 mwezi wa tatu mwaka 2025 majira ya saa moja na dakika ishirini asubuhi uh, katika barabara ya Nyerere maeneo ya Pugu mwisho wa lami uh, imetokea ajali ya magari mawili kugongana na kusababisha kifo cha mtu mmoja na majeruhi kwa mtu mmoja. Ajali hiyo imetokea baada ya dereva wa daladala yenye usajili uh, namba T 580 EAE aina ya Tata hicha inayofanya safari zake kutoka Zingiziwa Chanika na kwenda Machinga Complex Ilala. Hiyo daladala ilikuwa ikitokea maeneo ya Pugu kwenda Gongo la Mboto, iligongana na gari namba T 952 AMD na aina ya Toyota Prado iliyokuwa ikiendeshwa na ofisa wa polisi mwenye namba PF 1595 zero Superintendent Awadhi Muhamedi Chiko, ambaye pia ni mkuu wa polisi wilaya ya kipolisi Chanika, akiwa akitokea eneo la Gongo la Mboto kuelekea Pugu na kusababisha kifo cha uh, ofisa huyo hapo hapo. Uh, lakini pia ajali hiyo imesababisha majeruhi kwa WP namba 5616 kaprosbeda Ramadhani Sadala ambaye pia ni mfanyakazi wa polisi katika kituo cha polisi cha Chanika aliyekuwa abiria kwenye gari namba T 552 AMD ambaye abiria huyu amevunjika mkono wa kushoto. Chanzo cha ajali hiyo ni baada ya dereva wa daladala kuyapita magari yaliyokuwa mbele yake bila kuchukua tahadhari na kusababisha kugongana uso kwa uso. Jeshi la polisi linamtafuta dereva wa daladala ambaye e, ajafamika aliyetoroka baada ya kusababisha ajali hiyo. Pia jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linakanusha taarifa zilizotolewa na baadhi ya vyombo vya habari hapa nchini kuwa aliyefariki katika hiyo ajali ni kamishina wa operesheni na mafunzo Tanzania, kamishina Awadhi Juma uh, Haji